Maliza Uhalifu imeongezwa ime muda katika msitu wa Mukogodo, huku awamu mpya ikizinduliwa eneo la Kirimon, huko Laikipia Kaskazini, kwa lengo la kuwasaka na kuwatoa majambazi waliokuwa wakijificha msituni. Operesheni hiyo imevutia nguvu mpya za usalama kutoka vikosi mbalimbali huku maafisa wakisaka majangili waliokuwa wakijificha ndani ya msitu wa Mukogodo. Hatua hiyo inalenga kukomesha wimbi la wizi wa mifugo na matukio ya uvamizi, ambapo yamekuwa yakiangaisha wakazi wa Laikipia Kaskazini kwa muda mrefu. Sisi tukiwamaja tunakumbana na, tuna na hawawezi kutoka Samburu kutoka Isiolo na pia kutoka Laikipia, kwa sababu kuna wale ambayo wako Mukogodo Forest. Mukogodo Forest imekuwa ni haba pahali pawezi net na conservancies, kwa sababu waki coordinate. Leo mali ikitoka Meru ikuja ipitie Leparwa, sisi Leparwa tutakuwa na ripoti kabla hiyo mali ijafika, tutaweza kublock ia yingine pia, kuna incident ambayo inafika mpaka watu wanauliwa, wamama wanapata shangamoto, awalali usiku eh, kwa sababu ya hiyo shida. Kamishna wa kaunti ya Laikipia Onesimus Chadha amesema kipindi hiki cha jando na unyago kimekuwa na ongezeko la visa vya wizi wa mifugo, huku wakionya kuwa serikali itachukua hatua kali dhidi ya yeyote atayepatikana na hatia. Bila shaka tuliongezewa vitengo mbili maalum, tumeongewa kikosi ya GSU na pia wale askari wa forest. So ile mahali imebakia ni kidogo, tunataka tuzingire. Au majangili hakuna wezi, they are only doing restocking. wanaenda kuja ku restock zile zao zimekufa. Kwa hivyo mimi hakuna vile naweza kukuambia kwamba hili janga la, la, la wizi litaisha. Asma, as, as long as bado tunafanya lile eh, mila Shirika la Northern Rangelands Trust limesema kuwa wizi wa mifugo sasa umegeuka kuwa uhalifu uliopangwa unaoshirikisha vijana kutoka kaunti mbali mbalimbali. From youth from different communities. Bila usalama uh, maendeleo haiwezi ingiai uh, communities ya kaskazini ya Kenya na sisi kwa NRT uh, tuko committed kulete usam, usalama uh, na maendeleo ya community iendelee mbele na conservancies uh, uh, wanaviri. Serikali imesisitiza kuwa haitalegeza kamba hadi utulivu na usalama urejee kikamilifu katika eneo hilo. Sharon Mkonge, Runinga Citizen, Kaunti ya Laikipia.